Habari. Leo nitakuletea dalili ukiziona hizi mchana, basi jua una changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Kwanza ni maumivu ya tumbo mara tu baada ya kula, na mara nyingi unapokuwa umekula vyakula vile vyenye viungo, mafuta na pilipili, utapata maumivu makali, jua hiyo ni changamoto mojawapo ya vidonda vya tumbo. Namba mbili, ni kuhisi moto na kuungua tumboni au katikati ya siku. Ukipata hizi dalili, jua wewe una changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Kuvimbiwa na kuhisi uh, kuhisi gesi nyingi tumboni ni dalili nyingine. Ukiona basi jua hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo na acid reflux, unatakiwa kwenda kupima. Kichefuchefu aa, lakini pia unahisi unataka kutapika na wengine huwa wanatapika kabisa, ni dalili inayoonyesha kwamba una changamoto ya vidonda vya tumbo. Dalili nyingine tunasema ni kuchoka ghafla, au unapata usingizi mzito baada ya kula, hiyo ni changamoto inayoonyesha kwamba unatakiwa ukapime vidonda vya tumbo, lakini pia kuwashwa tumboni na che, ana, na kupata choo chenye damu chenye damu hiyo ni dalili ukiona changamoto ya kwamba una vidonda vya tumbo. Je, ni dalili zipi ambazo wewe unakuwa unazipata mchana ambazo zimekuwa zikikusumbua? Hakikisha unawasiliana na daktari Jimmy ili upate dawa, inaitwa stomach acids, ina dawa inayosaidia kuondokana changamoto ya vidonda vya tumbo. Karibu na Mungu akubariki.